Nashindwa hata niseme nini, lakini poleni sana na sioni hata sababu ya wewe kulia. Unakula bule, unalala bule, inakushinda hata hela mfukoni huna. <coughs> kwangu amezidi kuwa magumu na sijui nifanye nini, lakini huwezi kuchukua maamuzi peke yako wewe bila mimi kunishirikisha. Ama kweli mwenye mapenzi haoni hata kama macho anayo. Vipi kuhusu kazi shemeji? Kupata kazi ni rahisi, ila kupoteza kazi ni dakika sifuri tu na sijui nawazanini kwenye akili yake. Sio yeye tu, hata ingekuwa wee usingemweleva, ila kuna sharti. siwezi kufanya mapenzi bila kinga hey. Mm. kama mtoto wa kimakonde mwanangu unaambiwa kwenye sita kwa sita anavyojua kucheza maondemaondeila eh. nichakigundua mwanaume hujaenda jando mm. Kweli malaya, unanipandisha sauti mimi nipige